Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima, kujalia afya njema, kujalia amani, kujalia kuweza kufunga mwezi mkuu wa Ramadhani na kukamilisha kwa amani na utulivu. Lakini pia niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu imeendelea kuwa ni nchi ya amani, hali iliyotuwezesha kuweza kufunga mwezi mkuu wa Ramadhani, lakini pia naweze kuweza kuendelea na mfungo wa Kwaresma ni miezi yote hiyo miezi mitukufu ya ibada na tukiwa katika hali ya amani na mpaka sasa tumebaki na amani. Niwatakie heri Waislamu wote katika kusherehekea sikukuu ya Eid al Fitr, lakini pia niwatakie heri wenzetu wa Kristo kwa kuendelea kufunga katika kipindi hiki cha Kwaresi. Niwaombe Wanakatavi wote kwamba tukumbuke mema yote tuliyoyafanya katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tulifunga, e, tulikuwa na amani, tulipendana, tulishirikiana na tulisaidiana, wale ambao walikuwa hawana uwezo tuliwasaidia, tulishukurishana, tulivumiliana. Ninaomba mambo hayo yaendelee hata baada ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu yote hiyo ni misingi katika maisha yetu. Ya, ya kila siku ni watake Wanakatavi wote kuhakikisha kwamba kipindi hiki cha sikukuu zaidi ya Fitri tunasherekea kwa amani. Unapotoka nyumbani kwako, hakikisha umeacha nyumba katika mazingira ambayo ni ya usalama, ili kuepuka vitendo ambavyo si vitendo sahihi au vitendo vya ukuna wa usalama. Lakini pia tuchunge watoto, tujue wanakwenda kutembelea wapi, wanakutana na nani ili kuweza kuepuka mambo ambayo yanaweza kusababisha madhara kwa, kwa watoto wetu. Lakini kwa ujumla wake, sisi kama kamati ya usalama ya mkoa, pamoja na kamati za usalama za wilaya na vyombo vyote vya dola, tumejipanga vizuri kwa kuhakikisha kwamba wananchi wote wanasherekea siku hii ya Eid katika hali ya amani hali ya usalama, hali ya utulivu na katika hali ya mshikamano wa hali ya juu. Kwa hiyo wananchi wasio na wasiwasi washerekee, lakini kikubwa, kila mmoja atusaidie katika kutunza amani na usalama tulio nao. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana na ni watakie wote heri ya sikukuu ya Eid al-Fitr na heri ya mfungo wa Kwaresma, na tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa baraka katika maisha yetu yote. Tuendelee kudumisha amani, tujipange kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu, na katika kipindi chote hicho tuendelee kuhakikisha mkoa wetu wa Katavi unaendelea kuwa ni mkoa wenye amani na usalama wa hali ya juu. Tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa rais wetu Dokta Samia Suluhu Hassan. Ametuletea maendeleo makubwa sana, ametuletea huduma, ametuletea miundombinu, amesababisha tukaendelea kuwa na amani, ameendelea kutufanya tuwe huru lakini pia kama mtakumbuka jana ameweza kuwasaidia wasiojiweza na walio katika makundi maalum kwa kuwapatia chakula kwa ajili ya siku ya Idi. Kwa hiyo mheshimiwa rais yuko na sisi, tuhakikishe na sisi wananchi wote wa mkoa wa Katavi tuko na mheshimiwa rais na tunamuunga mkono katika kila jambo analolifanya tuzitumie huduma nzuri pamoja na miundombinu mizuri ambayo mheshimiwa rais ametuletea, tuitumie vizuri, tuhakikishe kwamba tunaitunza itusaidie sasa na itusaidie kwa vizazi vinavyokuja. Idi mubaraka, ninawatakia wote heri ya idi elfu. Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asante sana. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.